Imetanguliza nini kwa ajili ya kesho, kesho ambayo haitokuwa na kesho yake baada yake. Ndugu zangu, baada ya wasia huu, bila shaka Mola Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye hikma katika vitendo vyake, na ndio maana akatueleza hikma yake ya kuumba uhai na mauti Aliposema alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa uwezo wake ameumba katika alivyo viumba ameumba uhai na kifo, au kifo na uhai, lengo liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ili Mola subhanahu wataala awape mtihani, ni nani miongoni mwenu watakaokuwa na matendo yaliyokuwa mazuri zaidi. Ndugu zangu, vilevile Mtume sallallahu alaihi wasallam imepokewa kwake kwamba amesema, kafa bilmauti wa hidha, yatosha mauti kuwa ni mawaidha ya kutosha lakini kwa sababu wengi wetu hujisahau kuhusu kifo, uhakika wa mauti ukawa ni kana kwamba una shaka ndani yake, kama anavyosema mmoja katika wanazuoni, ma raaitu yaqinan ashbaha bishakki min almauti, sijawahipo kuona kitu ambacho ni cha uhakika lakini watu wanavyoishi ni kana kwamba kitu hicho kina shaka. Hakuna kitu chenye sifa hicho zaidi ya mauti, licha ya kwamba sote tuna uhakika wa mia kwa mia kwamba iko siku tutaondoka, lakini maisha yetu hayaonyeshi kwamba tuna uhakika huo, pale wanapotokea watu kufa kila siku, inawezekana hata baadhi yetu hili bado haliwashtui wala haliwazindui, hali mpaka anapokufa mtu mkubwa anayeheshimika na wengi au anaopendwa na baadhi ya watu, hapo labda baadhi ya watu ndipo picha huwajia. Mazingira haya ambayo leo nadhani sote twafahamu kinachoendelea, Tumeonelea tuzungumzie mambo kadhaa kuhusiana na hali hii, lakini kabla hatujaingia katika kiini cha maudhui yetu tuliyokusudia kuizungumzia kwa dakika chache tulizonazo, tukumbushane kwamba Muislamu ana mtazamo wake maalumu katika matukio yanayotokea ulimwenguni yawe ni madogo au makubwa. Muislamu hapimi mambo wala hayatizami kwa msukumo wa hamasa au hisia, bali Muislamu daima huyatizama mambo kwa miwani na darubini ya imani yake na itikadi yake. Ndiyo maana Mtume salla llahu alaihi wasallam anatuonyesha kivitendo namna gani mwislamu atakiwa awe pale wanapokufa watu, awe ni mtu wako wa karibu au ambali unayempenda au unayemchukia. Mtume salla llahu alaihi wasallam hakutuacha twende kwa mujibu wa hisia zetu na emotion zetu ndio maana mtume salla llahu alaihi wa sallam alipofiliwa na ammi yake Abu Talib, mtu ambaye alijitolea kwa hali na mali kumhami mtume salla llahu alaihi wa sallam, pamoja na kwamba Abu Talib hakuwa Mwislamu. Alipokufa huyo mtu mtume sala llahu alaihi wa, wa sallam, alihuzunika hakuhuzunika tu kwa kuwa aliyekufa ni ammi yake, bal mtume alayhi ssalatu wassalam akawa anahuzunika kwa sababu nyingine tofauti. Anahuzunika kwa kuwa mtu huyu ambaye amefanya makubwa, watu walimpenda, lakini la kusikitisha, ameondoka bila ya kusema la ilaha illa llah Muhammadur Rasulullah. Amekosa neema kubwa zaidi anayoweza kupewa mwanadamu katika maisha yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anahuzunika kwa sababu hii, Mola Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya kumliwaza na kumwambia: Innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi <tipati> man yasha Hakika wewe humuongozi unayemtaka wewe, umefanya juhudi yako, lakini anayeongoza kwa hakika ni yeye, Mola subhanahu wataala peke yake. Vilevile Mtume sallallahu alayhi wasallam na baadhi katika masahaba zake, ilifika mahali kwa sababu ya ile huruma waliokuwa nayo walikaribia kuwaombea msamaha kwa mola subhanahu wa taala baadhi ya familia zao ambao walikufa bila ya kuwa Waislamu kwa sababu ya msukumo wa emotion zao walitamani hilo. Mola subhanahu wa taala, kama ilivyo kawaida yake, hutudhibiti katika mambo yetu yote, ikiwemo hisia zetu. Uislamu ukaja kudhibiti kwa hukumu za kisheria.

kuwaombea msamaha washirikina wala ukanu uli qurba, hata kama ni watu wa karibu ambao mna uhusiano wa kidamu nao. Vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa na Hatim Tai, sahaba huyu mtukufu Hatim, radhiallahu anhu, baba yake alikuwa ni mtu mashuhuri, mtu maarufu aliyejulikana kwa mema aliyokuwa akiwafanyia watu. Alikuwa akisaidia maskini, ni kipenzi cha watu, ni mtu maarufu kwa ukarimu wake. Waarabu wote walikuwa wanamjua kwa hilo. Hili lilikuwa kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kutumilizwa. Bwana huyu Hatim Adi, ibn Hatim ambaye ndiye sahaba, babake, ndiye huyu Hatim akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu huyu babake ambaye hali yake ilikuwa hiyo, kipenzi cha watu. Je, matendo yake yatamnufaisha? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia wa innahu talaba shay'an fa asaba, hakika baba yako alitaka kitu na ameshakipata. Alitaka sifa, alitaka kupendwa, alifanya kwa sababu ya maisha haya ya dunia. Na kwa kuwa Mola subhanahu wa taala ni mwadilifu Amemlipa malipo yake hapa duniani, amependwa, amesifiwa. Lakini kwa kuwa hakupiga shahada, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia hana lolote siku ya Kiyama. Ndugu zangu Waislamu, muislamu haendeshwi na hisia, bali kwa mujibu wa fikra na ahkamu za kisheria na akida yake. Na ndio maana Uislamu ukatoamrisha vile vile kuwaheshimu wafu, kuwaheshimu wanadamu kwa sababu ni wanadamu, wawe wako hai au wamekufa, wawe Waislamu au wasio Waislamu na ndio maana siku moja, kama anavyosimulia Jabir bn Abdullah radiyallahu anhu, kulipita jeneza Mtume sallallahu alayhi wasallam akasimama. Baadaye masahaba wakamweleza, ya Rasulullah, inaha innaha janazato yahudi huyo aliyekufa aliye katika jeneza si Muislamu, labda nikana kwamba walidhani heshima hii alipaswa kuonyeshwa Muislamu peke yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia alaisat nafsa hata kama je, haikuwa ni nafsi ile ya mwanadamu? Na masahaba ridwanullahi alayhim baada ya kusikia maneno haya, wakawa wanatekeleza katika maisha yao. Ndipo siku moja Qais bnu Sa'd na Sahal bnu Hunayf radiyallahu anhuma, masahaba hawa wawili walipokuwa katika vita vya Qadisiyah, kukapita jeneza, masahaba hawa wawili wakasimama, wakaja wakaelezwa na wale waliokuwepo kwamba huyo aliyekufa ambaye mmemsimamia ni katika watu wa maeneo haya, kwa maana si Muislamu. Masahaba hawa wawili wakaelezea tukio lile ambalo tumetangulia kuligusia sasa hivi. Wakasema, inna rasula Llahi sala llahu alayhi wasallam marrat bihi janazatun faqam faqila lah innaha janazatu yahudi faqal alaysat nafsa. Wakaeleza kwamba wao wamefanya hivi kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ilitokea kupitwa kupitiwa na jeneza la Myahudi na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasimama, kisha alipoelezwa akasema maneno haya kwamba kwani siyo nafsi. Ndugu zangu Waislamu, hii ikiwa na maana kwamba Muislamu anatakiwa awe na vipimo katika maisha yake ya kila siku. Hapelekwi na hamasa au mkumbo akajisahau. Hamasa zake zatakiwa zidhibitiwe na sheria za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Anapofurahikia au anapohuzunika, lazima daima akumbuke kwamba kuna sheria za Mola Subhanahu wa Ta'ala ambazo zipo kwa ajili ya kudhibiti vitendo vya wanadamu. Ndugu zangu Waislamu, tuna yapi ya kujifunza katika maisha ya mwenda zake? Ikiwa mauti ni ibra, ni mazingatio yapi tujifunze sisi kama waislamu katika tukio hili? Ndugu zangu, hapa nikumbuke hadithi ya Mtume sallallahu alayhi alaihi wasallam ambayo ni fupi lakini imekusanya mengi ndani yake, iliyozungumzia mambo matano ambayo yatakiwa kila muislamu ayapatilize kabla ya kukutwa na mambo mengine matano. Mtumi alaihi ssalatu wassalam akisema: patiliza mambo matano kabla ya matano, igtanim khamsan kabla khams. Jambo la kwanza Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, shababaka kabla haramik, ubarobaro wako upatilize katika mambo mema kabla ya kuzeeka, uzee ambao hujui utaufikia au hutaufikia, ubarobaro ambao Leo wengi wanapokuwa katika eji hiyo wajisahau, kwamba moja katika maswali msingi ambayo kila mmoja wetu ataenda kuulizwa siku ya Kiyama mojawapo, wa an shababihi fima afnah, ubarobaro wake aliutakaza katika mambo gani? Ndugu zangu, ni hasara iliyoje leo mtu aondoke hali ya kuwa ubarobaro wake ameupoteza katika mambo ya kipuuzi, akiwa na matarajio kwamba angetubia wakati akizeeka. Jambo la pili, wasihataka qabla sakamik, afya yako kabla ya maradhi yako. Ndugu zangu Waislam, afya ni taji ambayo iko katika vichwa vya wengi lakini hakuna wanaoona taji hiyo isipokuwa waliokuwa wagonjwa. Thamani ya afya hujulikana na wagonjwa, kwa maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatueleza kwamba akatueleza kwamba ni'matani maghbunun fihi ma fihima kathirun minan nas, kuna neema mbili ambazo watu wengi wamepunjwa, watu wengi wamenyimwa fursa ya kufaidika na neema hizi, asihhatu walfaragh Afya njema na time ya kuwa na nafasi free time yako unaitumia katika mambo gani? Jambo la tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wa ghinaka qabla fakrik, na utajiri wako kabla ya kufukarika kwako. Kile ulicho nacho umekiekeza vipi?

Mtu atatamani baada ya kufikiwa na mauti, aseme Rabbi, nirudishe nikatoe japo sadaka na niwe miongoni mwa wema. Ndugu zangu, jambo la nne, Mtume sallallahu llahu alaihi wasallam analotwambisha tulipatilize wa faragha, ka qabla shughulik, free time yako kabla hujawa busy free time yetu leo tunayotumia katika mambo gani? Hii ni neema ambayo lau tutaiwekeza vizuri basi hatutojutia, lau mauti yatatokuta wakati wowote wa. Na jambo la tano, Mtume sallallahu alayhi alaihi wasallam asema wahayataka kabla mautik, fatiliza uhai wako kabla ya kifo chako Kabla haijatufika ile siku ambayo mtu atatamani kwa kusema, rabbi rjiun laalli amalu salihan fi ma tarakt. Mtu akiwa katika sakaratul maut atamani na kusema, rabbi rjiun eh, Mola nirudishe, laalli amalu salihan fima tarakt, huenda nikafanya japo jema moja katika niliyoyaacha. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, koma haya ni maneno tu utayasema, lakini hatakuwa na uzito wote mbele ya mola subhanahu wa taala. Wataulizwa watu, kwani hamkupewa muda wa kutosha? Ndugu zangu Waislamu, maisha tulionayo ni mafupi sana lakini ufupi huo hatuoni, kwa sababu kuna mengi ambayo yanatuzubaisha. Bado tunajipa matumaini marefu. Ni wangapi ambao labda walikuwa wanapiga mahesabu ya 2027 kwamba huyu fulani labda, wakati huo itakuwaje? Kumbe mtu hajui kwamba

Mmojawapo, mbali na hayo matano tuliyoeleza, ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ametutaka kuweza kuyapatiliza, tunaona mtu huyu ni jinsi gani alivyojitolea kwa hali na mali, wakati wake alikuwa tayari kufanywa lolote. Yote haya aliyafanya kwa sababu kuna kitu alikuwa anakiamini, aliishi kwa kile alichokiamini kwamba ni sawa, pamoja na kwamba yalikuwa katika msingi potofu. Mimi na wewe tujiulize, twaishi kwa ajili ya nini? Anakumbukwa sio kwa sababu ya jina anakumbukwa kwa sababu kuna kitu au vitu aliviamini na akawa tayari kufanywa lolote, iwe ni kufungwa, kuumizwa, kuponea ponea, kuuliwa na mengineyo tofauti tofauti, kusemwa na watu kwa uzuri au kwa ubaya. Yote haya hakujali, kwa sababu kuna vitu yeye aliamini kwamba ni sawa na maisha yake akatia akayafanya kana kwamba ni wakfu kwa ajili ya hayo. Mimi na wewe, maisha yetu tumeyawekeza kwenye nini? Huu Uislamu wetu, baada ya kuondoka kwetu, tutakuwa tumeufanyia nini ambao utatufanya tukumbukwe kwamba fulani kweli aliishi kwa sababu ya Uislamu Aliacha athari fulani. Ni yapi ambayo leo tutakufa, lau tutakufa leo, tutakumbukwa nayo? Ikiwa yeye atakumbukwa kwa katiba mpya au demokrasia, mimi na wewe tutakumbukwa kwa yapi? Ni kipi alichokuwa nacho yeye, mimi na wewe hatuna, ili kuweza kuishi kwa mujibu wa tunayoyaamini? Leo tuko tayari kubaguana kwa sababu ya itikadi zetu na imani zetu, lakini mwenzetu alikuwa tayari kufanywa yote. Alikuwa tayari kubadilisha mbinu, lakini malengo hayakubadilika. Leo mimi na wewe tuko tayari kubadilisha hata imani zetu ikibidi, kwa malengo madogo ya maisha ya kidunia.

fa dhikru lil insani umrun thani. daqat qalbi al mar'i, mapigo ya moyo wa kila mmoja wetu qailatan lahu, ni kana kwamba mapigo hayo ya moyo yanamwambia kila mmoja wetu <coughs> innal hayata daqaiqun wa thawani, haya maisha ni madakika na masekunde tu. kwa hiyo farfaa linafsik bada moutika dhikraha, hii nafsi yako utajo wake uinue uwe wa juu baada ya kufa kwako, kwa sababu fa dhikru lil insani umrun thani, utajwa kwa uzuri baada ya kifo ni umri wa pili ambao mtu anaongezewa. Wapo watu wanasaulika baada ya masekunde wapo watu wanasahulika baada ya masaa au wiki au miezi au miaka, na kuna watu wanakumbukwa karne baada ya karne. Yote ni kwa sababu waliwekeza madakika yao waliokuwa nayo, masaa waliokuwa nayo, walielewa kwamba haya maisha ni temporary wale ambao hujigamba kwa sababu ya vyeo au teni mbili tatu au chochote, kifo kitukumbushe kwamba maisha haya ni mpito. Walladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayukum ahsanu amala, maisha ni kwa ajili ya kupewa mtihani, ni nani miongoni mwetu ambao watakuwa na matendo yaliyokuwa bora zaidi kwa mujibu wa